Idadi kubwa ya watu kutoka katika maeneo ya kata ya Mtakuja na maeneo jirani ya kata ya Nyankumbu walijitokeza kwa wingi huku wengi wao wakisema kuwa hawajawahi kuona tukio kama hilo. Mimi nimefika hapa nimekuta lenyewe li kuamini nikawa nimekuja, nimekuja kufika nimekuta ule mti umesimama kama ulivyoonekana hapo, maana kule nyuma unavyoliona limesimama. Kwa tulimwa tulimshauri hata aliyekuwa nakata kwamba likatie chini sije ikabaki gogo lile, lakini hakutuelewa akakata, akabakiza shimo ndefu kama ilivyoonekana leo. Tumeshangaa, mti umerudi kwenye eneo lake. Je, viongozi wa kanisa hilo wanaamini ni nini kimepelekea tukio hilo? Na hapa wanaeleza. Aa, mimi binafsi kama mtumishi wa Mungu sielewi imani yoyote iliyoko hapa. Mimi naamini kule ambako liling'oka kulikuwa na shimo kubwa, halafu ule uzito ambao ulikuwa kwenye lile shina ndio umelifanya, baada ya kuondolewa ile matawi lile shina kukata kwa baki ile kile kipande umelifanya lile shina kurudi kwenye mahala pake ulibeba udongo mwingi sana na mizizi yake, baada ya kuukata maana yake ule uzito wa ule mti ulikuwa umeanguka ulipungua, upande wa mti ukazidiwa uzito na upande wa mizizi. Naweza nikasema hicho kimesababisha ule mti kurudi eneo lake. Mchungaji wa kanisa la Golan Gospel Center lililopo katika mtaa huo ambao ndio wamiliki wa, wa mti huo amewataka wananchi kuwacha kuhusisha tukio hilo na imani za kishirikina. Mimi ninachowaeleza hakuna cha ushirikina, kwamba uliyosababisha mti yo kusimama ni mti tu ambao umeanguka baada ya kuangua na kuacha shimo nyuma yake, na baada ya kutolewa matawi, ule uzito wa udongo pamoja na, na shina, kwa sababu ni nene, ikabidi kurudi. Mwenyekiti wa mtaa wa Mpomvu Chazi Manyanga ameelezea jitihada alizozifanya kama kiongozi kuwatuliza wananchi baada ya tukio hilo kutokea. Ah, tutarajie utulivu utaendelea maana tume imechukua hatua za kupiga simu polisi za kupiga simu mkatani nadhani jitihada zinaendelea kwa ajili ya usalama zaidi kwa wananchi. Na kila mmoja anaamini anachokiamini. Sisi kama serikali hatuamini kama ushirikina upo, wao wanaamini. Kwa hiyo ile ni hali tu ya kiimani. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Ed Garwenduru wa EATV.